Namaste, mimi ni Daktari Shamla Devi. Mimi ni mshauri mkuu wa tabia na maendeleo. Ninafanya kazi katika hospitali ya watoto ya Apollo huko Chennai. Nitaelezea kwa kifupi kuhusu ugonjwa wa wigo wa usonji. Kimsingi, sasa watoto wenye usonji huonekana kawaida hawatambuliki wakati wa kuzaliwa. w wow. Baadaye wakiwa na umri wa takriban miaka miwili, mara nyingi hutambuliwa na wazazi, shule na jamaa wengine wanachelewa kuanza kuzungumza, hawamwiti mama papa, ni hawana u kuwasiliana na watoto wengine, wanapenda kujitenga na huwa na hali ya kuwa na msisimko mwingi. Huwa na msisimko mwingi inamaanisha hawawezi kukaa sehemu moja, watakuwa wanazunguka huku na kule, wanakimbia nyumba nzima. Hivyo, wana tabia hiyo ya kuwa na msisimko mwingi, na mara nyingi wanaishi kwenye dunia yao wenyewe. Kwa mfano, wanacheza na gari kila mara juu ya kona ya e, rafu za jikoni au e, juu ya meza. Wanazumbuka tu na magari yao. Hivyo, watoto hawa wana aina fulani ya e, ushabiki, watoto wenye usonji huwa nao. Na watoto hawa wanapaswa kutambuliwa mapema. Kadri utambuzi unavyofanyika mapema, ndivyo matibabu yanavyokuwa bora zaidi, kwa sababu wakigunduliwa wakiwa na umri wa miaka miwili, chini ya miaka mitatu, mtoto anaweza kufundishwa, anaweza kuzoeshwa na air. Anaweza kufikia kiwango cha watoto wa kawaida angalau kwa asilimia 90 hadi 95. Kwa hiyo eh, jambo muhimu sana ni kuwa makini na dalili za onyo za usonji: kijamii, mtoto haingiliani na wazazi, hasemi mama baba akiwa na umri wa miaka miwili, anajitenga, haingiliani na watoto wengine, eh, ana hasira za haraka na eh, tabia za kulia au kughadhibika kupita kiasi na kuwa na uchangamfu uliopitiliza. Kwa kawaida watoto wanapokuja kwetu katika hospitali ya watoto ya Apollo, tunazungumza na wazazi kwa uwazi kabisa, tunaelewa historia na kufanya uchunguzi kamili wa mtoto na e, pia tunazungumza na mtoto, tunapata tathmini kamili na kisha tunashirikiana na idara nyingine maalum. Kwa kawaida tunafanya mbinu mbalimbali mbali, ambapo tuna mtaalamu wa hotuba ambaye atatathmini hotuba na kukuambia ni kiasi gani cha hotuba iko nyuma, ni nini kinachohitajika kufanywa, na mtaalamu wa kazi ambaye atawasaidia na hiperaktiveness, jinsi ya kupunguza hiperaktiveness, jinsi ya kuboresha ustadi wa uratibu wa mkono, ujuzi mzuri wa magari. Kwa hiyo wataalamu wa tiba ya kazi wapo hapa na tunaye mwanasaikolojia wa elimu ambaye atasaidia katika elimu ya mtoto, jinsi gani tunaweza kuwasaidia watoto wa aina hii kielimu. Kwa hiyo tunatumia mbinu ya wataalamu mbalimbali, na tunafanya tathmini ya kusikia ili kujua kama mtoto anasikia vizuri au la. Baada ya kufanya tathmini sahihi, hakuna kipimo maalum cha kitabibu kinachoweza kusema moja kwa moja kuhusu utambuzi. Kwa mfano, ukifanya kipimo hiki, kama mtoto ana homa, tunaangalia kipima joto na kusema ndiyo, hivyo lakini kwa autism hakuna kipimo maalum, tuna tathmini tu. Kwa erh, inajitokeza kila mahali popote mtoto anapoenda. Kwa hiyo ni kama tathmini ya pande zote, yaani tathmini ya nyanja zote. Tunayo kipimo cha viwango ambapo tunaweza kukuambia kuhusu kiwango cha Connors na pia autism, jinsi ilivyo kali, na ikiwa ni lazima tunafanya vipimo vingine ili kuondoa uwezekano wa matatizo mengine kama vile matatizo ya tezi ya thyroid na mambo kama hayo. Hii ndiyo tathmini tunayofanya. Kisha tunawapa mpango wa usimamizi ulio wazi. Sasa ni aina gani ya mpango wa usimamizi tunafanya kwa watoto wetu wenye autism? Tunatoa dawa, inategemea na mahitaji ya mtoto. Pili, tunajadili pia kuhusu shule. Mtazamo wa zamani ulikuwa unasema shule maalum ni bora, lakini siku hizi mtazamo wa sasa ni kwamba watoto wanapaswa kuwekwa kwenye shule za kawaida. Waonje kwanza shule za kawaida. Kama hawawezi kuendana na shule ya kawaida, unaweza kuwaweka kwenye shule maalum, au unaweza kuchanganya, kama vile asubuhi kwenye shule maalum, mchana kwenye shule ya kawaida, au siku moja kwenye shule maalum, siku nyingine kwenye shule ya kawaida. Hiyo njia ya kubadilisha siku pia unaweza kutumia Nambali. Na mbali na masuala ya shule, tunapaswa kuhakikisha mtoto anakuwa na shughuli nyingi siku nzima tunapaswa kuwapa shughuli, lazima tuwahusishe, tuwapeleke kwa wataalamu wa tiba katika maeneo yao, kama vile mtaalamu wa hotuba, mtaalamu wa tiba ya kazi. Tuna mwalimu maalum ambaye atamsaidia mtoto jinsi ya kusoma, jinsi ya kujifunza, na pia tuna mtaalamu wa tabia ambaye atakusaidia na watoto wenye hasira au matatizo ya tabia. Hivyo hili ni muhimu sana sana. Kwa hiyo tunapaswa kufanya tiba na matibabu na tunafanya ufuatiliaji wa mara kwa mara, kwa sababu unapokuja kwa mgonjwa wa autisi, tunazungumzia angalau miaka mitatu ya matibabu ili waweze kuboreka. Wakifuata ushauri wetu, kwa kawaida asilimia tisini hadi tisini na tano ya watoto watakuwa karibu na hali ya kawaida. Kama mzazi, wazazi wengi wa wagonjwa huja na kuuliza kwa nini mimi? Kwa nini mtoto wangu ana autisi? Sisi huwa tunasema Mungu huchagua wazazi wazuri kuwalea watoto hawa na eh, ni he, autism sio dhambi au siyo kosa lach wazazi. Pia sio kwamba hawajui jinsi ya kukuza uh, unajua jinsi ya kumlea mtoto, si kosa lao. Kwa hiyo sitaki mzazi apate msongo wa mawazo, na si kosa lenu kwa kutokujua mbinu za malezi. Kwa hiyo nataka eh. Eh, tupo hapa hospitali ya Apollo, hospitali ya watoto ipo hapa kuwapa msaada na tutawajali vizuri sana. Asanteni.